Mkuu wa imani tunayoiungama. Yeye alikuwa mwaminifu kwa Mungu aliyemteua kufanya kazi yake. Kama vile Mose alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Mjenzi wa nyumba hupata heshima zaidi kuliko hiyo nyumba yenyewe. Hali kadhalika naye Yesu anastahili heshima kubwa zaidi kuliko Mose. Kila nyumba hujengwa na mjenzi fulani. Na Mungu ndiye mjenzi wa vitu vyote. Mose alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Bwana kama mtumishi, na alinena juu ya mambo ambayo Mungu atayasema hapo baadaye. Lakini Kristo ni mwaminifu kama mwana mwenye mamlaka juu ya nyumba ya Mungu. Sisi ni nyumba yake, kama tukizingatia uhodari wetu na uthabiti wetu katika kile tunachotumainia. Kwa hiyo basi, kama asemavyo Roho Mtakatifu, kama mkiisikia sauti ya Mungu leo msifanye mioyo yenu kuwa migumu kama wazee wenu walivyokuwa, wakati walipomwasi Mungu, kama walivyokuwa siku ile kule jangwani walipomjaribu Mungu. Huko wazee wenu walinijaribu na kunichunguza, asema Bwana, ingawa walikuwa wameyaona yale niliyotenda kwa miaka arobaini. Kwa sababu hiyo niliwakasirikia watu hao nikasema, fikra za watu hawa zimepotoka, hawajapata kamwe kuzijua njia zangu. Basi nilikasirika, nikaapa hawataingia huko ambako ningewapa pumziko. Basi ndugu, jihadharini, asije akawako yeyote miongoni mwenu aliye na moyo mbaya hivyo na asiyeamini, hata kujitenga na Mungu aliye hai. Maadamu hiyo leo inayosemwa katika maandiko bado inatuhusu sisi, napaswa kusaidiana daima ili mtu yeyote miongoni mwenu asidanganywe na dhambi na kuwa mkaidi. Maana sisi tunashirikiana na Kristo ikiwa tunazingatia kwa uthabiti tumaini tulilokuwa nalo mwanzoni. Maandiko yasema hivi: kama mkisikia sauti ya Mungu leo, msifanye mioyo yenu kuwa migumu, kama wazee wenu walivyokuwa wakati walipomwasi Mungu. Ni akina nani basi walioisikia sauti ya Mungu wakamwasi ni wale wote walioongozwa na Mose kutoka Misri. Mungu aliwakasirikia akina nani kwa miaka arobaini? Aliwakasirikia wale waliotenda dhambi, maiti zao zikatapakaa kule jangwani. Mungu alipoapa hawataingia huko ambako ningewapa pumziko, alikuwa anasema akina nani? Alikuwa anasema juu ya hao walioasi. Basi tuwaona kwamba hawakuingia huko kwa, kwa sababu hawakuamini.